Subscribe katika channel yetu ya Gadson TV ili uweze kujifunza vitu vingi na kupata maujanja zaidi mengi. Usisahau uh, kusubscribe ili upata video zetu kila zinapotoka. Uh, na leo tutaenda, tumeandaa somo kujifunza jinsi ya kuflash simu yako kama hapo stack, au simu ukiwa imejaa unataka kuiflash ili iwe nyepesi. Tufate step hizi hapa, tutaingia setting. Ukishaingia setting utaingia sehemu ambayo imeandikwa system. Ukishaingia system, utaenda sehemu ambayo imeandikwa reset opinions. Ukishaingia reset opinions, utaingia kwenye sehemu ambayo imeandikwa reset all system. Ukishaingia hapo, utabinya hapo reset, watakudai password. Ukishaweka password hapo, simu yako itakuwa itajiflash na watakudai uingize akaunti mpya password mpya kila kitu itakuwa kipi yani, simu kama vile imenunuliwa vi. Asante kwa kuangalia video hii na usahau kusubscribe ili kupata video mpya kila siku zinapotoka. Asante.